Huyu ni Dainesy, msichana mwenye umri wa miaka ishirini na nane na hapa familia yake ikiwa kanisani katika ibada ya kumuaga. Alifariki ama aliuawa kwa risasi na polisi katika eneo la Tabata tarehe ishirini na tisa ya mwezi Oktoba mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Familia yake baada ya kumtafuta kwa siku kadhaa na kukosa mwili wake waliamua kufanya ibada ya mazishi bila mwili huo na kutumia picha yake. Baada ya taarifa hii kutambaa kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, mmoja wa watu wa karibu wa familia yake Esha Buhet, ambaye ni mfanyabiashara wa chakula maarufu sana jini Dar es Salaam, anaandika kwenye ukurasa wake wa Instagram akisema kwamba alipigiwa simu kwamba waende katika hospitali ya Kivule ambapo wanaweza kuupata mwili wa mpendwa wao. Kwa mujibu wa Esha, anasema familia ilienda na kweli wakaupata mwili wa Dainesy na wana wako kwenye shughuli za mazishi, wakipanga mazishi na binti huyo anatarajiwa kuzikwa siku ya Jumanne. Hii ndio posti yake aliyoiweka katika ukurasa wake wa Instagram akisema, wa wapendwa, wiki iliyopita tulifanya ibada ya kumwaga mtoto wangu bila mwili, tuliaga picha juzi. Nikatafutwa na nikaambiwa niende hospitali ya Kivule. Jana familia ilienda na alhamdulillah, mwili tumeupata, na kesho Jumanne tutampumzisha mpendwa wetu. Asanteni wote mliofanikisha kuupata mwili wa binti yetu. Ibada ya kumwaga Dainesy itafanyika Ubungo Kibo saa tisa jioni kesho, panapo uhai. Pumzika kwa amani, dai wangu. Alimaliza kuandika katika ukurasa wake huo wa Instagram. Kumekuwa na maoni mbalimbali kutokana na taarifa hii. Godwin anasema, Mungu ni mkuu sana, ameupata mwili, kuna watu wamezika nguo na viatu vya marehemu bila yani, bila mili ya wapenda wao. Dr. Modest anasema bado tunaambiwa waliouawa ni watu kutoka nje ya nchi. Imeku, nchi imekuwa ngumu sana, Mungu tusaidie, poleni wahanga wote, akimaanisha kwa taarifa za awali za kwamba waliofanya uh, matukio yale ni wageni. Na Agnes anaandika kwa hiyo bado wana miili ya watu wameishikilia, akiweka alama ya kilio. Na Tiffany yeye anasema Huyu alisoma Turiani, shule ya Murad Sadiki ya Mandai. Umeenda mama, haya, akionyesha masikitiko yake kutokana na kifo cha Dainesy. Mwingine anas e, ni Gian Love anasema, basi kila mtu aliyepoteza ndugu au jamaa waende kanisani na picha, pengine watapewa upendo wao. Anatoa wazo kwa sababu Dainesy picha yake ilionekana na amepata mwili umepatikana, na huyu ndio Dainesy mwenyewe.